Ile NHIF ya zamani ilikuwa ni ya watu wenye wako na kazi na watu wenye wako na uwezo, lakini sasa tumebadilisha tuweke SHA ambayo hata mama mboga ama mtu wa kawaida unaweza kujiandikisha na serikali ama SHA ikulipie bili yako ya hospitali. Ile NHIF, ile NHIF ya zamani ilikuwa na watu milioni saba. Saa hizi hii SHA kwa miezi nane peke yake, sasa tumesajili watu milioni ishirini na tatu na SHA imelipa pesa shilingi bilioni arobaini na nane tayari kwa mahospitali zetu, ndio tuweze kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana, na afya isiwe haki ya watu matajiri na watu wako na uwezo. Afya iwe haki ya kila Mkenya bila ya kujali ako na uwezo ama hana uwezo.